Safari ya Azam FC inakaribia uh, zaidi kutimiza lengo hilo nchini ya kocha wake Florei Benge, ikibakiwa na hatua moja mwisho dhidi ya KMKM kutoka visiwani Zanzibar. Mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu hiyo Thabit Zakaria ametupitisha kwenye historia ya mashindano hayo kimataifa. Safari ya Azam FC hadi sasa inakwenda kwenye, inakaribia kuingia hatua ya makundi imekuwa e, ngumu na kuvunja moyo sana kwa sababu kuna kipindi timu inatolewa katika mazingira ambayo unaona kabisa tungeza kufuzu. Wapinzani, hawakuwa, labda wapinzani hawakuwa labda wa kufanya kama unachofanya. E, kuna wakati unakaribia kabisa, alafu haiwi. So imekuwa mchanganyiko wa matukio. Wakati Azam FC inaanza kushiriki mara ya kwanza mashindano ya Afrika, e, ilishinda hatua ya kwanza, ikashinda hatua ya pili. Kutoka hapo ilikuwa inaingia hatua ya tatu alafu iende playoff, kwa sababu wakati ule kulikuwa na hatua nyingi sana kabla hatua makundi e, elfu mbili na ishirini na mbili, ishirini na tatu kakutana na timu moja kutoka e, Ethiopia e, Bahir Dar Kenema wakatoa mbili moja kule kwao. hapa sisi tukashinda mbili moja kwa penati wakatoa. Tumekutana na hawa kutoka Rwanda, IPR, mwaka jana msimu uliopita tu. tumefunga moja bila chamazi kule, wakatufunga mbili tumetoka. So maumivu yalikuwa muda mrefu sana hatua group stage imetesa Azam muda mrefu sana. So safari kama Azam itaingia hatua ya makundi itakuwa jambo kubwa sana. Wito wangu ni moja tu, tuna mechi kesho, ni mechi muhimu sana ya kuwa, ya kuandika historia ya club. Sasa historia utakiwa kuisikia tu, uwe sehemu ya historia. Kuwa sehemu ya historia maana yake kushiriki hiyo historia, kuitengeneza. Eh, kwa watu ambao wanaweza kufika uwanjani wafike uwanjani, na tumejitahidi sana kuondoa vikwazo vya vya kiingilio, watu waje tu wafike uwanjani waingie kuwa sehemu ya historia, lakini kama hiyo atashindwa basi, hata huko uliko hakikisha unakuwa sehemu ya historia e, angalia mpira shangilia pale, omba dua, fanye chochote unaweza kufanya ili Azam FC ingie hatua ya makundi na tuwe wote tumeingia hatua ya makundi e, kama Azam FC na tufurahi kwa pamoja.